Kuna nguvu ya Mungu bado inapita hata sielewi, nashindwa kuanzia wapi, ila kuna nguvu ya Mungu inapita, inafungua mbingu kwa ajili ya watu kupokea hayo. Angalia watu wanavyoanza kupokea haya, wengine hao, wengine huko huko, mbingu zimefunguka tayari, kuna vitu vinatokea. Angalia angalia, angalia vitu vinavyotokea ika baba baba baba rike de de de de de, kuna aibu zinafunikwa, Bwana anainua utukufu mpya kadika baba bo shete Kuna mtu wakati tunaanza ibada alisema Bwana usinipite. Ninasikia Bwana ananiambia asimpiti huyo mtu. Sijui yuko wapi. Ninasikia Bwana anasema simpiti huyo mtu, nimeuona moyo wake. Yuko wapi huyo? Yuko wapi huyo aliyesema Bwana usinipite? Ninasikia mkono wa Bwana uko juu yake. Haya, unaguswa pale pale ulipo, unaguswa kwa mkono wa Bwana. Ni ibada ya mtembeo wa nguvu za Mungu isivyokuwa kawaida, na walio vizuri kwenye jicho la rohoni, kuna kitu kinatokea right now, kuna kitu kinafanyika right now. Wanaoelewa hii atmosphere, wanaoelewa hii, hii hali ilivyotibuka hivi, kuna kitu kinatokea kwa jina la Yesu, kuna kitu kinasababishwa ah, ah, reseketee tasahau mambo ya kale, baada ya jambo hili kutokea. mm, mm, Mm. Kuna ushindi mkubwa sana ninauona mbele ya mtu mmoja hapa, kuna ushindi mkubwa ninauona, nauona ushindi usio wa kawaida ninauona ushindi usiokuwa wa kawaida. Sielewi Mungu anafanya nini, ila ninauona ushindi kwa mtu mmoja hapa, sijui yuko wapi. Ninauona ushindi usiokuwa wa kawaida, ushindi ambao umesababishwa na mbingo. Sio ushindi wa kushinda kishindo cha kawaida, ni ushindi ambao umesababishwa na mbingu zenyewe hautazuia machozi ya furaha kutoka kwenye macho yako. Ni dakika ambazo Mungu anaenda kusurprise watu kwa vitu vikubwa. Mm, mm, oo, oo, Mungu ananiambia nimwambie mtu hilo jambo lako, Mungu analitimiza, analitimiza sijui ni nani la Mungu ananiambia nimwambie jambo lako, mbingu zinalitimiza, mbingu zinalitimiza s mbingu zinalitimiza. Yesu hawezi <laughs> kunidanganya huyu mwanaume, mbingu zinalitimiza hilo jambo lako, maana ananiambia nikwambie, mbingu zinalitimiza, mbingu zinalitimiza, na, na hazilitimizi tu kwa namna, zinalitimiza kwa ukubwa usioelezeka katika jina la Yesu limefanikiwaje hautaelewa, limefanyikaje fanyikaje, ila nachosikia tu mbingu zitalitimiza, mbingu zitalitimiza. Mimi sijui, ila nachokusisitiza ndicho hichi, mbingu zitalitimiza. Ninaelewa Baba ananiambia, ninajua una maswali mengi, lakini yeye anajua namna ya kukubusha, yeye anajua namna ya kukupitisha, yeye anajua namna ambavyo utavuka ah. Una heri uliyefika ibada ya leo. Una heri ambayo umejikonekti na Mungu asubuhi ya leo, mm. Sante Bwana. Andika, nguvu itendayo kazi ndani yangu, nguvu itendayo kazi ndani yangu. Nitahubiri kwa muda mfupi tu, ninasikia atmosfia ya Mungu kutenda jambo iko wazi kabisa. Nguvu itendayo kazi ndani yangu, nguvu itendayo kazi ndani yangu au ndani yako. Mtu yoyote aliyeokoka ndani yake huwa it, mtu yoyote anapookoka mbingu huwa zinaachilia ndani yake nguvu mpya inayomsababisha kufanya kazi kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokiri tu pale mbingu huwa zinaachilia nguvu isiyokuwa ya kawaida ndani yako, na lengo la nguvu hii ni kutaka kukabiliana na asili ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili nguvu lengo lake ni kutaka kukabiliana na asili ya mwanadamu ambayo ni dhambi. Tuko pamoja, tuko pamoja. na dhambi kawaida yake ni uharibifu. Tuko, tuko pamoja watu wa Mungu. kwa hiyo unapookoka mbingu huwa zina yani, unapotangaza kuokoka, mbingu huwa zinaachilia nguvu isiyokuwa ya kawaida, au nguvu ya ajabu inaachiliwa ndani yako, na lengo la nguvu hii ni kukabiliana na ile asili ya, ya mwanadamu wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaposema mwanadamu wa kwanza, ninasema yule mwanadamu ambaye alitoka katika kusudi la Mungu. Kwa hiyo hii nguvu, unapookoka unapomwingiza Yesu ndani yako, ile nguvu inaenda kukabiliana na ile asili. Kuna mtu ananielewa vizuri? maana yake ni nini? Ile asili ya uharibifu ambayo ilikuwa ina opereti ndani yako ilikuwa inatembea ndani yako ukishaokoka, uh, ile nguvu ikiingia ndani yako inaenda kukabiliana na ile hali ya uharibifu ndani yako. Tuko pamoja watu wa Mungu, tuko pamoja, tuko pamoja. Kwa hiyo nguvu kazi yake ni kukabiliana na uharibifu wowote wa ambao ulisababishwa na asili ya mwanadamu wa kwanza. Tunajua mwanadamu wa kwanza alitoka kwenye uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipotoka kwenye uwepo wa Mungu, kuna uharibifu uliingia. Tuko pamoja watu wa Mungu. Na ule uharibifu ah, ulikuja kushughulikiwa na mwanadamu wa kwanza ambaye anaitwa Yesu Kristo. Tuko pamoja.

aingie ndani yako, kuna nguvu automatic. Yaani pale tunaposema, e Bwana Yesu ninakukubali sasa, uingie ndani yangu, uwe Bwana na mwokozi wangu, automatic kuna nguvu isiyokuwa ya kawaida inaingia ndani yako, na ikiingia ndani yako inaenda kubadilisha chochote kilichokuwa cha asili, kinakuwa sio cha asili tena, kinakuwa kipya. Ndio maana kwenye Wakorintho wanasema mtu akiwa ndani ya Kristo mambo ya kale yanapita, alafu anakuwa mpya na kila kitu cha kinakuwa kipya. Tuko pamoja, watu wa Mungu, tuko pamoja. Sasa ninataka nikueleze kwamba ndani yako kuna nguvu isiyokuwa ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana Yesu asifiwe sana ndani yako kuna nguvu isiyokuwa ya kawaida, na tutakachoona tutaangalia kazi ya nguvu itendayo kazi ndani yako. Kwa hiyo unapookoka tu kuna nguvu inaachiliwa ndani yako, na kazi ya nguvu hii ni kupambana na ile asili ambayo ni dhambi. Ikishapambana inaondoa vyote ambavyo vilikuwa vinamsumbua huyu mwanadamu, alafu ikiondoa inaanza kuleta vya kimungu kuanza kutenda kazi ndani ya mtu. Kama unanielewa fanya namna hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Na haya mabadiliko yanayotokea huwa yanatokea ghafla ndani yako, unapokili tu, automatiki mabadiliko ya nguvu isiyokuwa ya kawaida yanaingia ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anaendelea kusema kwamba hii nguvu ndiyo nguvu pekee ambayo haiwezi kushindwa na jambo lolote au na nguvu yoyote nyingine. Kwa hiyo, nguvu inapoingia ndani yako hakuna chochote kinachoweza kuishinda hiyo nguvu. Tunakubaliana na mimi. Tunakubaliana na mimi. Hii nguvu inapoingia ndani yako hakuna chochote kinachoweza kushindana na hiyo nguvu na kikaishinda. Kwa nini? Kwa sababu hii nguvu iko juu ya nguvu zote. Kwa hiyo kama iko juu ya nguvu zote, hakuna chochote kinachoweza kushindana na huyo ambaye anayo hiyo nguvu na kika, akashindwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa hebu twende, twende kitabu cha Waefeso sura ya tatu mstari wa 20. Waefeso sura tatu mstari wa 20 ndio mstari wetu wa kusimamia. Alafu tutaenda kuangalia kazi ya nguvu itendayo kazi ndani yako au ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Waefeso 3:20 aliyepata nisomee basi, basi. Atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno mno, kuliko yote tu yaombayo au tu ya tu yawazayo kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Amsomi bibilia, mbona wengine wana, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kumbe, hii nguvu ukishapokea hii nguvu, kuna mambo yanaweza kufanyika yasiyokuwa ya kawaida ndani yako. Tuko pamoja, watu wa Mungu? Sasa hebu tuangalie kazi ya nguvu itendayo kazi ndani yangu. Cha kwanza, hii nguvu inapoingia ndani ya mtu pale anapookoka tu, inapoingia ndani ya mtu, ni kufanya huyu mtu awe mshindi dhidi ya asili ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Asili ya mwanadamu hawezi, uh, ni dhambi. Asili ya mwanadamu ni uharibifu. Kwa hiyo nguvu in, inapoingia cha kwanza inaenda kushindana na ile asili ya mwanadamu ambayo ni dhambi. Ndiyo maana kuna watu wa wanatuuliza umewezajewezaje kuacha jambo fulani. Jamani, mnanielewa vizuri. Kuna watu wanaweza akakuuliza umewezajewezaje kuacha ulevi, umewezajewezaje kuacha uh, uh, tamaa. Ha, hajui kwamba unapompokea Yesu anapoingia ndani yako, anaachilia nguvu ambayo inaenda kushinda asili ile uliyokuwa unaishinda. Kama ulikuwa unashindwa na jambo fulani, ile nguvu inaenda kushughulika. Unajikuta sasa hauoni tena tamaa ya kile kitu, bali unasikia shauku ya kuwa na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa sikila mtu alikuwa na katatizo kake, eh? Sikila mtu alikuwa na kauzaifu kake. Hapa kuna mwingine Yani kila mtu hapa, wengine ni bia, kuna watu walikuwa nalala baa hapa, si ndivyo? Si ndivyo? Yaani, akianza ya kunywa ni mwanamke, lakini akianza kunywa anza akapiga crate. Na akirudi nyumbani anamwambia mume wake, mimi ndio nimekuoa Yesu, ile nguvu ilipoingia ndani yake ikashughulika na ile hali. Huyu mtu badala ya vile vitu vi, vilivyokuwa vinamtesa vinainuka vitu vingi, kwa anakuwa mshindi dhidi ya hali zile zilizokuwa zinamtesa. Ninakuombea katika jina la Yesu, hii nguvu ianze kushinda kila hali iliyoko ndani yako. Sema amen. Hey, kwa jina la Yesu. Na hii nguvu sio ya wachungaji tu, hii nguvu ni kila mwamini anayempokea Yesu. Mgeuke mwenzako, mwambie hata wewe ni mshindi. Na ndio maana Biblia inasema katika kitabu cha Waraka wa kwanza wa Yohana, Waraka wa kwanza wa Yohana sura 3 mstari wa 9. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 9, anasema. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 9, neno la Mungu linasema kila mtu aliyezaliwa na Mungu, kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, hatendi dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana hmm. Na kwa sababu dhambi ndio chanzo cha uharibifu, kwa hiyo automatic Mungu uh, unapomkubali Yesu uh, kinachofanyika ni kwamba unahamishwa, unatolewa kwenye ule mfumo wa kushindwa, unaingia kwenye mfumo wa kushinda. Kwa kama kuna dhambi ilikuwa inakushinda, unapompokea Yesu automatic kuna nguvu inaachiliwa unaikuta ile dhambi yenyewe tu imeanza, umeanza kupoteza, ulikuwa unapenda kwenda ba unaona sasa hivi bora niende kanisani, kuna shauku nyingine inaingia ndani yako kwa sababu ya hii nguvu. Katika jina la Yesu, Bwana azidisha hiyo nguvu ya kushinda ndani yako, sema amen, amen. Sehemu nyingine anasema kila kilichozaliwa na Mungu, waraka wa uh, uh, kwanza wa Yohana hiyo hiyo sura tano mstari wa, waraka wa kwanza wa Yohana sura tatu uh, Waraka wa kwanza wa Yohana sura tatu mstari wa tano na wa, wa, wa, wa na watano. Anasema hivi kila kilichozaliwa na Mungu kinaushinda ulimwengu, kila kilichozaliwa na Mungu kina ushinda ulimwengu. Alafu anapozungumzia ulimwengu anazungumzia vyote. Kwa hiyo wewe hapo ulipo ni mshindi, kwenye uchumi ni mshindi, kwenye biashara ni mshindi, kwenye kila ino? kwa sababu umezaliwa na Mungu mwenyewe. Kuna mtu ananielewa vizuri?

Uh-huh. Kwa maana kila kilichozaliwa kwa maana kila kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Kila kilichozaliwa na Mungu kinaushinda ulimwengu. Hii inamaanisha hata chakwako, ukiwa na biashara lazima ishinde kwa jina la Yesu. Ukiwa na ndoa lazima iwe na amani, kwa sababu kila kilichozaliwa haijalishi kina jina, hakina jina, ila maadamu kimezaliwa na Mungu lazima kishinde katika jina la Yesu. Ninasema hivi, biashara yako itashinda kwa sababu umezaliwa na Mungu. doa yako itashinda kwa sababu wewe umezaliwa na Mungu. Kazi yako itashinda kwa sababu wewe umezaliwa na Mungu, kwa sababu kila kitu, kila kitu, sema kila kitu. sema kila kitu. kilichozaliwa na Mungu kina ushinda ulimwengu. Sema mimi nimezaliwa na Mungu, sitakiwi kushindwa na chochote. Jisemeshe tena, sema mimi nimezaliwa na Mungu sitakiwi kushindwa na chochote. Kuna mtu ananielewa vizuri? Kwa hiyo mtu yeyote ambaye ameokoka, ndani yake kuna nguvu ya ushindi dhidi ya kila jambo kwa hata unapopambana na jambo wewe, wewe huko upande wa kushinda. Kuna mtu hajanielewa unapopambana na watesi wako wewe huko upande wa kushinda. Ah, Mungu anaruhusu tu waingie uwanjani, ila ushindi unao wewe, haujanielewa bado. Ushindi unao wewe katika jina la Yesu, maana asili yetu sisi ni ushindi. Yani Mungu anachokifanya anawaacha waingie uwanjani, ila ushindi tayari wewe unao. Yani kama ni magoli mnaingia, tayari wewe una magoli matatu, adui yako hana hata moja. Pokea hiyo neema ya kushinda katika jina la Yesu. Pokea hiyo asili ya kiungu ya kushinda kila chochote katika ulimwengu. Nisaidie kugonga na wanyuma wabele abie. Pokea hiyo asili ya Mungu ya kushinda kila chochote kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yako, alafu upige kelele kwa Yesu useme amen, amen, amen. Kwa kazi ya nguvu hii ni kushinda mimi ninajiona mshindi juu ya mji huu katika jina la Yesu. Haujaelewa? Ha, hii huduma itakuwa huduma yenye ushindi mkubwa kwenye mji huu. Narudia, hii huduma, hii huduma imezaliwa katika kushinda. Narudia, hii huduma imezaliwa katika kushinda na kama imezaliwa katika kushinda, mji huu tutaushinda kwa damu ya mwana kondoo mwana na kwa neno la ushuhuda katika jina la Yesu. Mji huu tutauwini kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda, maana sisi tumezaliwa kushinda. Ile nguvu itendayo kazi ndani yetu Zalisha ushindi. ah, watu walioonewa wakija hapa watakuwa huru kwa jina la Yesu, walio chini watainuliwa kwa jina la Yesu. Maana hii huduma ni huduma ya washindi, sema washindi. Tumezaliwa na kushinda, sisi hatujazaliwa kushindwa <laughs> siku moja nikiwa naomba hapa Mungu akaniambia akanipeleka kwenye kitabu Mathayo akaniambia pale kati, Yesu ameuliza wa watu wanasema mimi ni nani sawasawa, wekini <todimu> ni manabii, alafu Petro akasema wewe ndiwe unajua. Yesu alichomwambia, akamwambia, na mimi nakwambia wewe ndiwe Petro na chui ya mwamba huu nitalijenga kanisa. Mungu akaniambia toa Petro, weka juu ya Samweli, nitalijenga kanisa ambalo milango ya kariga uh, daba yada baba no, weka weka jina lako pale juu ya Judi, juu ya Mariamu, juu ya Afula, juu ya Matashi, nitalijenga kanisa ambalo milango ya kuzimu haitalishina. Nikamwambia Yesu, asante, kumbe umeniamini mimi umeniamini ninarudia hapo. Ah, juu ya Jeska juu ya Ayi ah, sijui ni nani. Juu ya Mariamu juu ya Masa juu ya Judi juu ya nani, Bwana atalijenga kanisa ambalo hakuna kitakacho kushinda. Hasara ya hasara itakushinda, narudia. Ndoa itakushinda, narudia. Wachawi hawata kushinda, narudia. Majini hayatakushinda, magonjwa hayatakushinda. Ah, wewe ndiwe Mungu kuanzia pale nikaanza tena kutembea kwenye viwango dimension, dimension, kwenye viwango vingine. Nikaanza kutembea kwenye viwango vingine. Kumbe Mungu umetuamini sana. Juu ya Esta, atalijenga kanisa ambalo mizimu ya kwao haitawashinda atalijenga kanisa ambalo vyote vilivyoshindikana kwa wengine huyo havitamshinda juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa. Hebu jipige kifua, sema juu yangu, Bwana atafanya makubwa. Ukiona asemi huyo ajielewi huyo. Sema juu yangu, Bwana atafanya makubwa. Mimi ndio nitakuwa wa kwanza kufanya mabadiliko kwenye familia ya kwangu. Nitavuka mahali wengine hawakuvuka, nitafanya wengine hawakufanya. Ah, alafu mchapie Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Kwa hiyo ni kufanya ushinde, kwa sababu ile asili ya dhambi ambayo ni uharibifu haipo kwako. Yesu akiingia ndani yako anasababisha uanze kuwa mshindi kwenye kila jambo. Ndio maana huwa nawaambia watu hata ukiona unaomba sana, afu shetani anakunongoneza kwamba mbona umeomba sana na matokeo hayajatokea, mwambie mi ni mshindi, litatokea. Kuna mtu ananielewa vizuri? Mwambie mimi nimezaliwa kushinda, nimezaliwa na Mungu na kilichozaliwa na Mungu, unajua, ngoja nikwambie. Kawaida ya shetani, usiache kumsemesha anapokusemesha. nirudie Nirudie, kawaida ya shetani, anapokusemesha usikae una. Akisema neno, mwambie neno. Kwa jina la Yesu ndicho kilichomfanya Yesu akamshinda pale, wakati amekuja kumshinda. Akija kwako akikusemesha, unaanza ila ni kweli, kwa navyoona ni kweli. Sikiliza, mwambie shetani, unanisemesha, imeandikwa mimi ni mshindi hiyo halijatokea ila Bwana ameniahidi litakuwa, kwa sababu Bwana ameikuza ahadi yake kuliko jina. Kwa hiyo ahadi yoyote ya Mungu kwangu itakuwa timilifu. Anakuambia utakufa sasa, kwa kweli navyoona utakufa kweli. Shetani akisema usinyamaze, mpige neno. Akisema wewe ni maskini, mwambie imeandikwa, fedha, dhahabu na mali vyote ni vya Mungu wangu na huyo Mungu ninaye atanipa akisema mbona hakuna kwenu kwenu wanakufaga mapema? Mwambie imeandikwa sitakufa bali nitaishi, ili niyasimulie matendo makuu ya Bwana. Watu wa Mungu, mnanielewa? Shetani ukimkalia kimya atakuweza. Akisema sema, sio kulia, kuna wakati wa kulia. Anapokuja anakunong'oneza, usilie, mwambie tu, uso kwa uso. Sasa umesemaje? Umesema nitakufa. Imeandikwa kwa sababu shetani pia huwa haendi tofauti, anatumiaga neno kumwangusha mtu. Kwa sababu alikoenda kumjaribu Yesu alienda na nini? Eh, akamwambia imeandikwa, ukinisujudia, ndio hapo sasa wengine wana, wanaangukaga. Akamwonyesha fahari yote ya ulimwengu, alipomwonyesha akamwambia, ukinisujudia nitakupa vyote hivi. Kuna mtu anasema kwa kweli nimeangaika sana kwa bwana nimeangaika kamba, kwa shetani ni mseleleko, ukimsujudia tu anakupa. Nimehangaika sana kwa Bwana sipati Bwana naenda na kwa mganga. Geukie mwenzako mwambie, siku tu utakapomsujudia ndio maisha yako yameishia hapo. Watu wa Mungu mnanielewa? Jambo la pili hii nguvu ni kukutofautisha. Kazi ya hii nguvu itendayo kazi ndani yako ni kukutofautisha katika maisha ya hapa hapa duniani. Mwambie mwenzako, kazi ya nguvu itendayo kazi ndani yako ni kukutofautisha kwenye maisha ya hapa hapa duniani. Kwa hiyo, kumbe, hii nguvu Mungu anapoiachilia ndani yako anataka kutofautisha na wana wa ulimwengu huu. Kama wao wanafanikiwa kwa njia zisizo halali, Mungu anataka wewe ufanikiwe kwa njia iliyo halali. Kama wao wana njia ndefu, Mungu anakupa wewe njia fupi, kwa jina la Yesu kama wao wanafanikiwaga kwa kutoa kafara, yeye anaachilia mbaraka wake juu yako, alafu unakufanikisha kuliko wao. Kama wao wanashindaga vita kwa kupigana wenyewe, yeye anaachilia uwezo wa kiungu ndani yako wa kupambana. Ninaomba Bwana akutofautishe kwenye mji huu, kwenye kila jambo unalolitenda kwenye maisha yako. Shauti amen! Ninarudia, ninaomba Bwana akutofautishe asubuhi ya leo. Bwana akutofautishe kwa jina la Yesu. Aitofautishe huduma yako, atofautishe afya yako, atofautishe maisha yako. Bwana akutofautishe na wengine, yaani watakapokuona kama mlivyoimba wimbo ule kwamba wakiniona wakuone wewe. Bwana akutofautishe kila watakaokuona wamwone Bwana ndani yako, wasione magonjwa, wasione hasara, wasione kushindwa. Bwana akutofautishe shauti amen. Tofautishe biashara yako kwenye mtaa ule, ule. Bwana itofautishe biashara yako kwenye mtaa ule. Bwana tofautishe maisha yako katikati kati ya wale wale watu ambao wanakusema vibaya. Bwana akutofautishe. Kuna mtu ananielewa vizuri. Kuna mtu an... Bwana kutofautishe, kwa sababu alafu hii nguvu ni kwa kadri ya wewe unavyotaka. Mnanielewa, watu wa Mungu? Kwa ukitaka kutofautishwa zaidi ni wewe we. Biblia imesema kwa kadri ya nguvu itendayo. Kwa hiyo unajipimia. Mimi nimeamua kutofautishwa na huduma zote katika mji huu katika jina la Yesu Kristo na ndivyo itakavyokuwa. Sema hey, amen. Na alivyo baba ndivyo alivyo watoto na wewe utatofautishwa kwa jina la Yesu. Alivyo baba ndivyo alivyo watoto wake na wewe utatofautishwa kwa jina la Yesu. Maisha yako yakitofautishwa katika jina la Yesu, ninaona mambo yako yakitofautishwa kwa jina la Yesu. Hiyo neema iwe juu yako, hiyo neema iwe juu yako katika jina la Yesu. Bwana akutofautishe, Bwana akutofautishe kwa jina la Yesu, akutofautishe. Bwana akutofautishe, Bwana kwa jina la Yesu. Bwana atofautishe maisha yako, Bwana atofautishe watoto wako, Bwana atofautishe matokeo ya kazi yako, kazi ile ile ile, Bwana aitofautishe. Jisi zile zile ile Bwana zitofautishe, nyanya zile zile ile Bwana azitofautishe. Nisikie mtu mmoja anaruka, anasema hey. Na ninasikia Mungu ananiambia na, nitawatofautisha madam wamekaza kunipenda, nitawatofautisha. Narudia, Mungu atakutofautisha ni huduma ile ile ila, ila hapa watu watakuwa maelfu, wao huko hawajaelewa. Ni huduma ile ile ila hapa sisi hatuongelei hatuongelei hatuongelei mamia, tunaongelea maelfu kwa jina la Yesu ah, ah, ah. Ni biashara ile ile ila, ila. ila hautaishia kwenye laki moja, utaenda mamilioni kwa jina la Yesu ah, ah, ni ofisi ile ile, ni ofisi ile ile. Ila wewe utakuwa na matokeo a tofauti na wengine kwa jina la Yesu. Ofisi ile ile. Ni ofisi ile ile. Ule ule ila wewe utakuwa juu yao jina la Yesu aliye